Mambo vipi Tanzania, mambo vipi Afrika kiujumla. Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Zantime. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Karibu sana na huu ni wakati mwingine kabisa, tuko na mgeni hapa, mtakwenda kufahamu mengi sana. Nikwambie karibuni sana, tuwe pamoja katika kipindi hichi, mwanzo hadi kufikia tamati ya kipindi hichi. Jina langu ni Amina Lumwuncha. Karibu sana mgeni. Asante sana Unajisikiaje? hali yako ikoje ya kiafya? Vyema kabisa, karibu sana kwenye studio zetu. Asante sana. Uh, watazamaji kule wa Zantime wangependa kufahamu jina lako, lakini pia nafasi uliokuwa nayo. Jina langu ni Mbaruk Faki Mbaruk, lakini kwa upande wa tasnia sana anayofanya, mm -hmm. Shakiki ni msanii wa sanaa nasheed hapa mm -hmm. Zanzibar. Sa kwanza nikupe hongera kwa, kwa msanii wa nasheed lakini pia mwanzo kwa kwanza kabisa, eh, tungependa tufahamu safari yako ilikuwaje ya kuingia katika uimbaji wa nasheed. Safari yangu mi ni ndefu kiasi, lakini ni zungumze kwa ufupi tu mm -hmm. sikuwa mpenzi wa nasheed before. Nilikuwa ni mtu wa kupenda kuandika mashairi tu mm -hmm. na kujifurahisha kwenye mitandao, lakini katika wengi kuna mengi. Kwa hiyo kwa katika kutuma mm. mashairi kuna watu wakawa wanapendezwa na ninachokifanya mm. na wengine wanavutiwa zaidi kuwa kama sehemu wa mm. ya washauri wangu. Ndiyo. Katika mmoja kati ya ambao wakiona kipindi hicho, anishauri kwa nini nisiingie moja kwa moja katika, katika tasnia, lakini hakunibainishia ni tasnia gani. Alisema kwenye tasnia tu hakunibainishia mm. ni wapi mm. ila nikaangalia katika mazingira nyumbani wazazi wangu walikuwa ni wapenzi sana wanashiriza Kiarabu mm -hmm. Yani wana, wana kusikiliza hata kama sikuwa nikijua maana lakini kwa navutiwa na aina ya uimbaji. Maelezo wazazi wangu, nafanya kitu gani niwaelekeze, kwa sababu kitu wanakifahamu tasnia tu. Oh, vizuri sana. Katika uimbaji wako labda unatumia lugha ya Kiswahili ama ya Kiarabu? Unachanganya Unachanganya lugha kati ya baadhi ya muda yeah. Lugha mama ni Kiswahili lakini kuna baadhi ya nashidi naweza kutumia either maneno ama mistari ya Kiarabu ama Kiingereza ndio. Na unahisi labda unapofanya lugha mchanganiko hii, labda haiwezi kuharibu kazi au ukawapa watu maswali kwenye kujiuliza, labda ina maana gani kwao au ni moja ya burudani nategemea pia mm, kwa mfano kuna projekti naweza kufanya si ya kwangu Ndi. Ni taasisi ya mashirika fulani, lakini taasisi hiyo mashirika kuna watendaji wa mataifa tofauti yani, kuna waswahili wazawa na wa kigeni. Kwa hiyo inakuwa si vizuri mwanzo mwisho ukakosa hata mstari mmoja au miwili, wakakuelewa moja kwa moja. Kwa hiyo huchanganya, kwa hiyo nategemea, na, ni inashiria aina gani? Tuje kwenye uimbaji wa nasheed pamoja na kaswida labda kuna tofauti gani katika, katika kuimba nasheed na kaswida? Utofauti upo katika muundo mm, wake. Nasheed tunatumia studio kama studio za kaswida ikiwezekana, pia hata mwanzo wake inakuwa ni vilevile, ila kazi wakati imetoka mm, inakuwa na saundi tofauti. Kaswida inakuwa na vinada ma instrumento mm, lakini nasheed kwa haina hizo ala ma instrumento kwa tofauti yake ni wote. Huo ndio tofauti wake. Mm. Uh, shida inakuwa ni mdomo mtupu; kaswida inakuwa ina vinanda. Ndio. Kwa mpaka sasa hivi umetoa na shilingi ngapi? Shilingi nyingi sana sababu hata idadi yake siwezi kuzi kuzi kuzi kumbuka tena. Ndio. Labda hivi unahisi imekuwekea kumbukumbu katika maisha yako ama ime, imeleta mchango mkubwa kwenye maisha yako? Kwa zipo nyingi, zipo Ndiyo. nyingi, nyingi lakini naweza nikutaja tatu tu uh -huh. Kuna shida nilifanya ya sensa 2020 na mbili ilikuwa mwanzo mzuri kwangu kufungua fursa kwa upande wa kitaifa, lakini pia kuna shida nilifanya elfu mbili ishirini na tatu, hmm. ya vijana, siku ya vijana duniani, kwani mwanzo wangu mimi kuperform mbele Mheshimiwa Rais kwa, kwa mara hmm. ya kwanza, lakini pia kuna kazi nyingine nimefanya jusikati tu ya amani, nayo pia nimepata kuperform mbele Mheshimiwa Rais kipindi cha kampeni. Kwa hiyo hizo tatu naweza kusema zimekuwa bora zaidi kwangu. Hongera sana kwa na tisa. Jamii inakupokeaje katika kazi yako na, kazi zako unazozifanya kwa sasa? Inanipokea vizuri, lakini mwanzoni ilikuwa kidogo ni ngumu, kwa sababu kama unavyojua Zanzibar ama kokote katika maisha yetu sisi watu wa kawaida, hasa katika jamii ambayo tumezoeleka, unapokuja na kitu kigeni, wengi wanakukebehi. Ha, hata wewe naamini kwenye fani ya kutangazaji katika majirani wale watatu, uh, hawezi kufika, hana safari. Kwa hiyo na mimi alikuta hayo mambo kwamba unataka kuwa brother Nasir.

wale ambao wanakusema leo mwisho wa siku watataka kuwa karibu na wewe baada ya kuona mpiga hatua. Kwa hiyo baada ya hapo nikasikiliza, okay. Nikaona haina haja ya kuwapa kwa nafasi yao ambao wananibeza. Kweli wao sasa ndio wamekuwa sehemu ya kujivunia kupitia mimi. Ndiyo. Wao ndio wamekuwa watu wa kushindana kupitia mimi. Hongera sana. Asante sana. Unahisi kitu gani kikubwa ambacho kinakuhamasisha ama kinakupa nguvu ya kuendelea kutoka kwenye hatua moja na nyingine? Kwanza naangalia nilikotoka ugumu ambao nimepitia lakini hatua ambayo nimepiga okay, kwa hapa ambapo nimefika, najikuta kwamba nina nafasi ndogo tu ya kufikia pale ambapo nataka kufika. Yaani kuna nafasi kwenye nusu ya ndoto zako, nusu na robo, yaani nusu na robo nishaikata, yaani na robo ni ya zile changamoto na vikwazo okay. hakuna kigeni ambacho utaniambia kwenye tasnia na nasheed kwangu sikifahamu, yaani hakuna kitu utaniambia kitu fulani kama mimi sielewi vitu vingi nalio. Nina uzoefu wa miaka nane, miaka nane si kidogo kwenye tasnia Mimisa. nina uzoefu wa kuishi katika maisha ya sanaa, nina uzoefu wa kufanya mitindo tofauti ya sanaa. Kwa hiyo ni mzoefu hivi. Kuna tofauti katika kuishi kwenye jamii, lakini pia kuishi katika kwenye swala zima la sanaa, tofauti ipo kubwa tu, mfano <laughs> mimi kwa upande wa tasnia natambulika na kama msomaji wa nasheed ama amashii, lakini kwenye familia mm. haiwezi kuniita, wataniita huyu ni mtoto ama kaka, mjomba, ami hivyo. Kwa hiyo mm. hiyo mm. ni familia, lakini nje ya familia mimi ni rafiki mm -hmm. ni mtu na nashirikiana na wenzangu katika majambo mbalimbali. Kwa hiyo utofauti huo unaonyesha kwamba tasnia ina nafasi yake mm -hmm. Kwa, na, kwa muda fulani lakini Dibu. pia na nje ya tasnia kuna nafasi ambayo unakuwa na shiriki kama mwanajamii. Ndio, kama mwanajamii sawa sawa. Tukija kwenye swala zima la changamoto, nadhani kila kazi ina changamoto yake. Changamoto ni zipi, lakini pia unatumia njia gani ya busara katika kuzitatua? Changamoto ni nyingi sana changamoto. Kwanza kutengeneza hizi kazi, kuanzia audio production na video production inahitaji gharama, lakini pia kuna changamoto zingine za umbali wa eneo la kufanya kazi idha kurekodi ama hata kufanya hizi video zetu, kwa namna unatakiwa kwenda. Mfano, kuna Ndiye. video nilifanya Chwaka, Chwaka ni mbali sana, kwa hiyo ilinibidi kwanza ni na timu ya kutosha ambayo tunakwenda huko, lakini pia kufuata taratibu zote za sheria ya nchi, yani kutambulika, Ndiye. unatoka wapi, unafanya nini? Kwa hiyo unakuta hilo zoezi kulikamilisha, haichukui siku moja, ni refu sana kazi, labda inatakiwa ndani ya muda ndani ya muda fulani unakuta mm. pia unakwenda pengine unarekodi, una kazi, unapewa muda fulani ambao, mm. unajua muda huo, mi kazi yangu bado itakuwa sijamaliza, lakini unakubaliana sababu una mamlaka katika eneo hilo, mm. lakini changamoto nyingine unaweza kwenda sehemu kashuti, mm. umeshamaliza kushuti, unaambiwa bana, turusi kushuti pale, futa mm. Okay. Katika kazi yangu ya amani ambayo nimeacha juzi mm -hmm. Ndio nimeenda sehemu moja inaitwa Kiomba Kaskazini. Mm. Nimekwenda kushuti, nimemaliza kushuti, nipunjiani, njiani narudi, nipigiwa simu, bwana sikiliza, ushafika mm -hmm. Bado ile kazi kuna vipande utakao vifute. <laughs> na unajua ushamaliza, ushamaliza kazi kwa hiyo unakuta unarudi tena upya. Changamoto mm. -hmm. ni kama hizo. Kuna mbe tunakosa mashirikiano baina yetu sisi na jamii yeah, zile ambazo tunazifikia kwa ajili ya kufanyia kazi zetu. Mm-hmm.